Lengo letu la chama ni kuhakikisha kwamba panakuwepo na nidhamu, kuheshimu kanuni, kuheshimu taratibu zetu za uteuzi ndani ya chama chetu. Kwa hiyo, inapotokea sisi viongozi, we wa mkoa uwe wa wilaya, tunakuwa na upendeleo, hatuwezi kutenda haki. Na wakati mwingine kuna viongozi wanatembea na orodha zao, iwe kwenye kata, iwe kwenye wilaya kuwahakikishia watu tatu bora kwamba nitafanya ninalofanya, wewe bwana kwenye tatu bora hilo usiwe na wasiwasi. Kwa watoto wa mjini wanajua, msiahidi sana, nyiye sio waamuzi wa mwisho, mkeka utachanika huo. Sisiemu oye! Na watahadharisha wale wote wanaoahidi watu kwamba bwana, nikiwepo mimi usiwe na wasiwasi kwenye tatu bora umo. Nasema hivi, msiendelee kuahidi, nyiye sio waamuzi wa mwisho, mikeka hiyo kama beti itachanika, mtashindwa kuwaambia baada ya jambo kuwa tofauti. Safari hii chama chetu kimejipanga kuleta utaratibu huu, tunawahakikishia tutateua wagombea wazuri safi, wanaokubalika. Ukiendelea kuahidi kwamba wewe nafasi ya ubunge una uhakika nayo, ukiwa wilayani, ukiwa mkoani, ujue kuna mchakato mwingine, kamati kuu na halmashauri kuu ya taifa. Kwa hiyo, punguzeni ahadi. Punguze kubeba watu na sisi kama viongozi tuwe fair, tuhakikishe kwamba tunatenda haki.